Tulikushatoa wa maelekezo waweze e, kufanya uchunguzi kuhusu swala hilo. Uchunguzi inategemea na kwanza, ukubwa wa tukio na aina ya watu ambao wanaweza wakahojiwa ili waweze kuleta ushahidi wakati wa uchunguzi. Kwa hiyo uchunguzi, siwezi kusema e, kimsingi kwamba wanaweza wakachukua wiki moja au wiki mbili au wiki tatu, inategemea na taarifa ambazo tunaweza kuzipata kwa urahisi e, na kukamilisha uchaguzi. Kwa hiyo tunapofanya e, uchunguzi, kuna uchunguzi mwingine unaweza ukachukua muda mfupi, mwingine muda, wakati mwingine unaweza ukachukua muda mrefu, wakati mwingine hadi miezi mitatu e, uchunguzi ndio unaweza ukakamilika. Kwa inategemea na mazingira ya kila tukio. Nadhani malalamiko unayo yaeleza yanaliangalia Jeshi la Polisi, kwa kuwa watu wetu hawakuwepo eneo la tukio, unachoweza kusema ni kwamba tunainsisti kwamba watu wafuate e, sheria, kanuni na taratibu katika utekelezaji wa majukumu yao, lakini hili halituzuii sisi kufanya uchunguzi ili kujua hasa kilichojiri pale, kwa sababu kuna kuna kuna maelezo ambayo yanatolewa na upande wa wa Chadema, kuna maelezo ambayo yametolewa na upande wa jeshi la polisi. Sasa ili uweze kuwa na uhakika kwamba hasa nini kilijiri hadi watu wakapigwa waka, ni lazima watu wetu waende field wakaweze ku, kuzungumza na watu waweze kujua hasa kitu gani kilichojiri unajua, chombo kama hiki ni chombo ambacho kimeundwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Kwa hiyo hakiwezi kutekeleza majukumu kwa kwa mhemko, kinapaswa kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo. Kwa hiyo tunayaona matukio mengi, lakini ili tuweze kuhakikisha ku, ku, kwamba tunachokisema kipo sahihi ni lazima tuende tukafanye tukafanye uchunguzi. Matukio yanayojitokeza mara nyingi sisi tunayafanyia zaidi chunguzi na kutoa mapendekezo kwa taasisi zinazohusika, na tumefanya hivyo mara nyingi, na japo hamwezi kuona, kwa sababu mara nyingi tunafanya mawasiliano na taasisi zinazohusika. Kwa hiyo huwezi kujua wakati mwingine tume, tume, tumefanya nini lakini kwa matukio yale ambayo wakati mwingine tunatanguliza baada ya kuona taarifa zile za awali e, tumetoa matamko mengine ya fulani matukio ambayo tumeona kwa taarifa za awali, lakini wakati huo tukisisitiza kwamba uchunguzi wetu unaendelea mpaka pale utakapokuwa umekamilika. Tarehe 15 Septemba mwaka huu wa 2025 majira ya asubuhi eneo la Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam. Wakati mashauri mbalimbali yakiendelea kwenye mahakama hiyo, lilijitokeza kundi la wanachama wa Chadema baada ya ukumbi uliokuwa unatumiwa kwenye kesi ya Tundu Lissu kujaa, na hivyo baadhi ya wafasi hao waliokuwa nje ya mahakama walianzisha fujo na kujaribu kuwashambulia askari polisi waliokuwa eneo hilo. Askari polisi walijihami na kufanikiwa kutuliza fujo hizo haraka. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatoa wito kuwa kitendo chochote cha kujaribu kuwashambulia askari polisi na kuwachokoza askari ambao wapo katika kutekeleza majukumu yao ya kisheria kitashughulikiwa haraka na kuyarejesha mazingira ya usalama katika eneo husika haraka iwezekanavyo. Narudia, kitendo chochote cha kujaribu kuwashambulia askari polisi ambao wako katika majukumu ya kutekeleza majukumu yao ya kisheria askari polisi watajihami na kuhakikisha kuwa wahusika ambao wanaochokoza askari watashughulikiwa haraka na kurejesha mazingira ya usalama katika eneo husika haraka iwezekanavyo.